Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu yangu Muislam na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, amani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwe juu yako na rehma zake na baraka zake. Bado tunaendelea na darasa zetu mbalimbali mbali, darasa muhimu kabisa tunazofunzana mambo muhimu kabisa yanayotusaidia katika mapambano mbalimbali mbali, tunayopambana katika maisha yetu na katika jamii yetu kwa ujumla. Na leo biidhni rabbil alamina nataka nikakufunze uradi moja ya uradi wenye maajabu ya hali ya juu, moja katika uradi wenye matokeo mazuri kabisa kwa atakayeutenda katika njia hizi. Huu ni uradi utamsaidia yule aliyefungwa riziki zake zikawa ngumu, yule aliyefungwa mambo yake yakawa magumu, kwa maana kila analolishika halieleweki, kila analoifanya haliwi yale anayokusudia, hafikii malengo ya yale anayoyataka na yale anayoyakusudia. Sasa leo nataka nikakufunze moja katika njia mujarab sana sana kupitia uradi mfupi kabisa, uradi ambao insha Allahu alkarim utakusaidia katika namna ya kufungua vifungo vya uchawi, hususan yule aliyefungwa riziki yake ikawa ikawa ni ngumu. Vipi sasa utafanya ndugu yangu ikiwa wewe ni mhanga wa haya, riziki zako ngumu, kila unalulishika ni zito, kila unalolikamata ni, ni, ni, ni, ni balaa tupu, kila unalishika mambo hayaendi. Vipi utafanya ndugu yangu? Cha kwanza kabisa andaa maji. Allah tabaraka wa taala anatuambia wajaalna min al-mai kula shaiin hai. Na tumejalia kutokana na maji kila kitu kuwa hai. Kwa hiyo kitu chochote kinapokufa kikiwekewa maji, kile kitu kitakuwa kitarudi tena katika katika uhai wake. Hata hii ardhi huwa kwa mwaka inakufa mara mbili eh? Ndio, Allah subhanahu wa taala huifufua hii ardhi kwa kuleta nini? Kwa kuleta kuleta mvua. Kwa hiyo Allah ambaye huifufua ardhi baada ya kifo chake, ni maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala kutoka ndani ya Qurani tukufu. Kwa hiyo maji ndio asili ya kila kitu kuwa hai kwa mujibu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe bila shaka kukirudisha katika hali ya uhai kiwiliwili chako, kiwiliwili ambacho kimechezewa kupita kiasi na wachawi, unapaswa utafute maji yako. Baada ya kutafuta maji, tafuta marashi rozi. Eh, tafuta marashi rozi. Baada ya kutafuta marashi rozi, tafuta karafu white ama karafu maiti kwa jinsi tulivyozoea kusema. Baada ya hapo, tafuta dawa inayoitwa haltiti. Hizi dawa zote nilizozitaja, alhamdulillah, ni dawa nyepesi na unaweza ukazipata sehemu yoyote ile, hata kwa wale ambao wapo nje na nchi za Afrika Naamini dawa hizi kokote unaweza ukazipata, jamani, maji inapatikana sehemu yoyote, hayana masharti maji hayo. Marashi rozi yapo nchi yoyote ile mkiataka, jamani, marashi rozi yapo. Haltiti kadhalika, imejaa Sawa eh, alafu karafuu white ama karafuu maiti nayo pia iko nyingi katika katika maduka. Sasa utakapovipata hivi vitu katika yale maji yako, sasa utavungulia kidonge kimoja cha karafuu, utaweka kichupa kimoja cha, ma, cha marashi rozi, alafu utaweka kijiko kimoja cha haltiti katika yale maji. Baada sasa, ukishakuwa umeshaweka katika yale maji, ndio utakuja kusoma uradi huu. Huu uradi, ndugu yangu, unatakiwa usome katika yale maji kwa jumla ya idadi ya mara elfu saba mia moja na kumi na moja. Uisome mara alfu saba mia moja na kumi na moja. Sasa hii idadi unaweza usiiweze kwa kikazi kimoja lakini unawezekana kuwa unaenda unaifanya taratibu, labda umemka asubuhi unaleta huu uradi mara mia tano, mchana akifika umepata nafasi unaleta mara elfu moja hivyo hivyo mpaka utakapofikisha idadi ya mara elfu saba mia moja na kumi na moja Si lazima ufanye kwenye kikazi kimoja, bali unaweza uka, ukafanya kidogo kidogo, hata kama utafanya kwa siku mbili ama siku tatu, kwa kadiri Mungu atakavyokuwezesha kuweza kumaliza. Maanake utakapokuwa umemaliza hii idadi, ndiyo yale maji yako yanakuwa yako tayari kabisa, sasa kwa ajili ya matumizi ili kuweza kufungua mwili wako juu ya kila aina ya kifungo kinachomfunga mtu riski zake zikawa ngumu na riski zake zikawa ni mtihani kabisa. Sasa uradi unasemaje? Uradi unasoma hivi: baada ya kuchukua ile maji yako utasoma ya barru ya rahim la ilaha illa anta. Sikiliza ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani Haya, mambo ninakupa yana siri kubwa baba yangu, haya mambo ninakubwa ndugu yangu, yana matokeo makubwa. Weka imani na yaqini, utaona matokeo yake kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo maji yako unayachukua unayaweka, baada ya kuyaweka, unapiga huo uradi ya barru ya rahim la ilaha illa anta. ya barru ya rahim la ilaha illa anta ya barru ya rahim la ilaha illa anta ya barru ya rahim la ilaha illa anta ya barru ya rahim anta ya baru ya rahim la ilaha illa anta ya baru ya rahim la ilaha illa anta. Hii mara elfu saba mia moja na kumi na moja. Kama utaifanya kwa siku moja heri, ukiifanya kwa siku mbili heri, kwa zaidi ya siku tatu ni vile utakavyoweza, ili mradi uwe umemaliza. Sasa hii uradi, wakati unaifanya, kama utakuwa mwili wako, asili ya matatizo yako yanatokana na kifungo cha uchawi, kuna hali utazihisi Hali ya kwanza kabisa utahisi hali ya joto na kutokwa jasho ka, yani jasho jingi katika, katika mwili wako kati tumepiga ya barru ya rahim la ilaha illa anta ya barru ya rahim la ilaha illa anta, utahisi kama jasho inakutoka katika katika mwili wako. Unaweza ukapata hali kama ya kizunguzungu na kutaka kuhisi kama unapoteza fahamu fulani hivi, inaweza ikakotokea hali hiyo, japo si lazima kwa kila mtu imtokee hali hiyo, lakini unaweza ukapata hali ya usingizi Sawa, ikipata hali ya usingizi ama hali ya kutokwa na jasho katika hichi kipaji uso hapa, ujue pia na hasadi ulikupo nayo, yani maradhi ya hasadi pia ulikuwa, ulikuwa nayo. Ama unaweza ukahisi mgongo mzito kana kwamba umebebeshwa kitu, kitu fulani, ujue hapo mtihani ulikuwa, ulikuwa nao hasadi pamoja na pamoja na uchawi. Sasa unapiga hizo mara elfu saba, mia moja na kumi na moja, bi idhni rabbil alamina. Vipi sasa utatumia yale maji? Yale maji yanatumika vipi, ndugu yangu? Yale maji utagawa katika mafungu matatu. Yale maji yako ukishakuwa umeandaa andaa maji mengi kidogo alafu utagawa katika mafungu matatu. Fungu la kwanza utalioga siku ya kwanza. Fungu la kwanza la maji utalioga siku siku ya kwanza, na si lazima yale maji uliyoandaa ile fungu moja, kama hayatoshi kuoga mwili mzima si vibaya ukaongezea na maji mengine, una uwezo wa kuongezea maji mengine, ongezea. Unapokwenda kuoga maji haya, hakikisha unaanza kuogea bega la kulia unafata bega la kushoto kisha unafata kumwagia kichwani. Kabla huja kwenda pale kuoga, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, weka nia zako. Ndugu yangu Muislam, mwambie ya Allahu ya karim ya dhal jalali wal ikram, ewe Mwenyezi Mungu, ninakuomba na kutegemea wewe wewe ndio mfalme wa kila kitu, wewe ni usiyeshindwa na kitu chochote. Ya Allah, siri ya matatizo ya katika mwili wangu wewe ndiye unaijua, siri ya mitihani ya mwili wangu wewe unaujua. Ya Rabbi, kama nina kifungo, kama nina hasadi, kama nina kijicho, kama nina giza ya mwili, kama nina nuksi, nina mikosi katika mwili, ya Allah, ninakuomba kila mzigo na takataka niliyobeba katika mwili wangu, aidha kwa kubeba mimi mwenyewe, ama kubebeshwa na watu wasionikusudia mimi mambo ya kheri na kuomba Allah subhanahu wataala, mizigo hii iteremke katika mwili wangu, kama vile ambavyo ardhi itateremsha mizigo yake siku ya mwisho, siku ya kiyama. Alafu maji yale yanaanguka yana na kwenda ardhini kwa idhini ya Allah subhanahu wataala. Sasa siku ya kwanza unaoga hilo fungu la kwanza siku ya pili unaoga lile fungu la pili, na siku ya tatu unaoga lile fungu la tatu. Hii njia ndugu yangu Muislam, hii njia na mpenzi wangu katika imani, ukiitumia mimi sina mashaka kabisa, kwa sababu unayekwenda kumtaja ni rabbul izzati ssalam, kwa sifa zake hizi ambazo hakuna uchawi wala hasadi wala kijicho wala nuksi wala mkosi, ukavumilia katika mwili wa mtu aliyetaja uradi huu katika maji, kisha akaoga, sina wasiwasi wasi kabisa, unakwenda kupata matokeo makubwa na matokeo makubwa kabisa, na utaona hali zitakazobadilika katika maisha yako kutoka katika hali moja kurudi katika hali nzuri kabisa, ambayo pengine ulikopo nayo mwanzo, ama maradufu ya ile ambayo mwanzo ulikuwa nayo. Ndugu yangu, si kila masikini katika jamii tuliokopo nayo, basi umasikini wake ni katika hali ya kawaida, ama si kila anayefirisika katika jamii tuliokuwa nayo anafirisika katika njia za kawaida. La hasha, wengine wanafirisika kwa kufanyiwa uadui na uhasidi mkubwa kabisa si kila ndoa inayovunjika, ndoa inavunjika kutokana na ugomvi tu. La hasha, kuna mahasidi ambao hawapendi kuona binti wa watu kaolewa hao mahasidi wenye roho za kutu, roho za visokoro kunyo. Allah subhanahu wataala awashushie yale ambayo aliyoshusha kwa Adi na Thamudi na majeuri wengine waliofanya ujeuri. Huyo fanya hii kitu, insha Allahu taala utaona majibu yake bi idhni rabi alalamina. Shukran lakum, Jazakumullahu khaira. Tunapatikana kwa namba 0787552211 jijini Dar es Salaam, Kigamboni, sehemu inayoitwa Mwembe Mtengu, karibu kabisa kabisa na tuwa ngoma. Shukran lakum wajazakum llah khair. Salamullahi alaykum alaikum walaafua wa minkum.